Maisha ya mwanadamu na kusudi lake linaanza kutengenezwa pale akiwa kijana. Ina maana matokeo yale ya uzee ni matokeo ya ujana. Hivyo basi tunajua kwamba kila mwanadamu aliyekuja katika dunia hii, tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita ikisema kwamba Mwenyezi Mungu alisema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Hivyo basi Mwanadamu anapokuwa kijana ndipo pale ambapo kusudi lake linaanza kutengenezwa. Ina maana ndoa inaanzia katika ujana, matengenezo yote yanaanzia katika ujana. Hivyo katika kijana hutengenezwa raisi, katika kijana hutengenezwa mwalimu, katika kijana hutengenezwa waziri, katika kijana hutengenezwa injinia wale watu wote ambao wanakuwa wamepewa hizo karama wanatengenezwa katika ujana. Bwana Yesu wasifiwe tena hivi